Wananchi wa Mkuyuni hapa, yaani tunapotoka, mimi naishi Mkolani, ukifika hapo unafikiri ume, umetoka Geita, yaani una ngoo yako nyeupe uweze kufika kule ukaingia ofisini. Alafu wakati huo watu wanaona, mara nyingi wameambiwa kuweka maji, wanamwagilia maji, mtu anachagua muda wa kuweka kujaza maji katika hii barabara, na hii yote ni kwa sababu ya uzembe. Maana yake ni nini? Sisi nini, wakandarasi wa Kiafrika tunawapa hizi kazi kwa gharama za fedha za Watanzania, lakini mnapochelewesha wananchi hao wanajisikiaje? Sasa mi nikuombe mwandisi, sisi tunataka tuka tumeanza kazi kuanzia leo. Mimi nikitoka kule nikute maji watu, hakuna vumbi. Wananchi wapo wanateseka, kuna watu huko hawalali, vifua shuka, anajifunikaji maana yake nyinyi mnafurahi kwa sababu hamlali hapo, mnaondoka hapa mnakwenda nyumbani kwenu, mwandisi

Mwandisi, kesho kuanzia leo, mgu, hawa watu wasituletee habari ya kuona vumbi tena hapo. Wanalipwa kwenye mkataba wao, walishakubaliana hatuna sababu ya kuangaika na watu ambao wanatoka kule, yani nakuwa ni kero. Mama moja juzi hapa amebeba mtoto, vumbi, nafikiri anatoka mgodini. Gei changamoto tunaoipata katika ujenzi wa barabara hii, mvua inapokuwa inanyesha, ni swala la usafiri kuona tunafika eneo la kazi au jioni inapokuwa inanyesha ule muda wa kurudi nyumbani na tugharimu sometimes tunaingia ndani saa tano usiku. Yaani tukio kwanza moja lilokuwa gumu kwangu ni tukio ambalo mvua ilinyesha kubwa, afu kukawa kuna jamu, ule muda tulikaa toka saa moja mpaka saa nne niko Mkuyuni na natakiwa nifike nyumbani buongwa ili nijaribu niingie ndani saa tano. Kama mwananchi wa kawaida, tunaomba serikali iweze kusaidia daja liweze kuisha ili kazi zingine ziendelee. Barabara haina mitaro kama kwa sasa, mvua inaponyesha maji yanakosa mwelekeo, maji yanajaa ndani ya soko. Yaani wafanyabiashara tunaathirika kiasi kubwa, tunaroanisha mizigo, michele, ngano, mafuta, vyote tunakuta viko ndani ya maji, kwa hiyo tunakuwa tumeathirika. Mvua inaponyesha, na maana kwamba biashara mle sokoni haifanyiki, na maana ukiingia sokoni maji yanafika kwenye magoti, meza zetu ziko bondeni, na maana soko letu liko bondeni. Kwa hiyo tunaathirika pakubwa sana. Serikali sisi tunaiomba itutengenezee miundombinu, pia soko letu tuboreshe, kwa sababu ndani ya lile soko kuna tope nyingi sana. Yaani mvua ikinyesha tunakuwa kama vile tuko majarumani. Ukiutazama mradi wetu kwa sasa, hata hapo nyuma utaona kuna tipa nne ziko standby. Tabaka la changarawe ndo liko mwishoni, tayari tutaanza kuona lami sasa hivi inawekwa juu, na kwa upande wa daraja letu hapa, nguzo tayari zimeshakamilika, kwa hiyo kibebaki tukile kibandiko cha juu, ile slabu ya juu. Nguzo mlalo kwa ajili ya kupokea slabu nane tayari zimeshakamilika, ukipita kwenye eneo la mkandarasi unaziona, kwa hiyo kazi kubwa imeisha. Tunaamini mwezi wa kwanza tutaanza kupita hapa kwa sababu kazi kubwa ya kujaza kifusi cha changarawe kwa macho yetu tunaona tayari kimefikia usawa wa daraja tayari kuanza kuwekwa lami. Kwa changamoto zilizojitokeza tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na moja hasa e, yale mafuriko, mkandarasi tulimwelekeza na tayari utaona kwamba baadhi ya njia za maji ameziongeza upana. Hata ukiangalia katikati ya daraja hapa amefungua njia kidogo, ili mvua nyingine ikijitokeza athari yake isiwe kubwa kuhusu diversion, ukiangalia barai, barabara yetu hiyo mbadala, jamani, changarawe imetengenezwa kwa ajili ya kubeba gari 400 tu, lakini hii ni barabara kuu, zinapita gari 25000 ndio maana akifanya usawazo labda asubuhi, baada ya masaa sita, tayari unaona barabara imezidiwa, kwa sababu zaidi ya magari 25000 yanapita hapa. Ndio maana barabara za changarawe mara nyingi zinakuwa maeneo yenye magari machache, lakini sisi kama tano, sisi kama waandisi washauri tutahakikisha tunamsimamia mkandarasi vima yetu kubwa mradi uishe mwezi wa kwanza, ili watu wa Mkuyuni na taifa kwa ujumla waachane na hii changamoto wanaoipitia kupitia ile barabara mbadala. Leo mwananchi anayetoka Buhongwa hawezi kuvaa shati nyeupe, labda iweke kwenye mkoba akaivalie mjini, kwa sababu ya changamoto ya tope na nini na fumbi. Mimi siko tayari kukubali, siko tayari kuwakilisha wananchi ambao wana manumuniko kuanzia asubuhi mpaka usiku. Yaani, mtu anaweza akatongo akatoka kule buhongwa vizuri, akifika Mkuyuni anaanza kutukana mpaka anafika mjini. Anatoka mjini vizuri, akifika Mkuyuni anaanza kulalamika mpaka anafika Buhongwa. Ninaomba wakati huu ambao tunasubiria ukamilishaji wa daraja hili, tunavyosubiria ukamilishaji wa barabara hii Manunguniko ya kipande hicho cha barabara cha vumbi yaishiye leo Mkua, Mkuyuni Mkuyuni oe oe, oe. Ina imani mkandarasi unayefanya kazi hii umenisikia vizuri, mwakilishi wa meneja wa Tanlodi umenisikia vizuri, na hatuta sita huko mbeleni mimi ndiye nitakuwa nazitafuta faida hizi bungeni. Upande wa serikali mstahiki meya na baraza lake la madiwani ndio watakaokuwa anatoa fedha hapa kwenye halmashauri ya jiji. Mkandarasi huyo akiendelea hivi, nataka niwahakikishie hatafanya kazi kazi yoyote ndani